Karibu katika makala hii ya vijana na afya ya akili. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, kila kijana mmoja kati ya vijana saba wanakabiliana na changamoto ya afya ya akili, huku kujiua ikiwa ni sababu inayoongoza kwa vifo vyao. Msongo wa mawazo ni miongoni mwa changamoto ambazo mara nyingi hujificha chini ya vicheko, lakini athari zake ni kubwa kuliko tunavyodhani. David Adramu Imanueli Isakule na Habiba Khalili ni miongoni mwa vijana kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi kilichopo Kigamboni jijini Dar es Salaam, waliowahi kupata changamoto ya afya ya akili. Nilipitia changamoto ya mawazo ikanipelekea hadi kutaka kuchukua maamuzi magumu ya kwenda kujinyonga. Yale ile changamoto ambayo ilinikuwa kubwa sana, ambayo nilijaribu nilikaa sana, ikawa nakaa na msongo wa mawazo nakaa baadaye nikapata msaada kupitia kwa mwana saikolojia. Kwa mimi nilipata mafundisho ya kanisani kwao, kama kuna changamoto yote inanitokea, lazima niakumbuke yale mafundisho kwamba ukimtegemea Mungu yote yanawezekana. Katika situation kama hizo, kuna watu ambao walikuwa nyuma yangu walinijenga, hususani bibi yangu ambaye nilikaa naye kwa muda mrefu sana, alinijenga nilimwona kama ni mbadala wa mamangu mzazi. Michael Jinis ni mkazi wa Kamsamba mkoa wa Songwe na hapa anaeleza jinsi gani alivyopata msaada. Kitu cha kwanza lazima nitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kitu cha pili natafuta sehemu labda, e, sasa naenda sehemu za za kwenye mchezo unaona, kwenye mpira maana nikienda kwenye mpira, Manu, at least kidogo sesi zinapungua pale, nachangamsha akili. Dkt. Nkwabi Sabasaba ni mtaalamu wa saikolojia kutoka chuo cha maendeleo ya wananchi kilichopo Kigamboni jijini Dar es Salaam anatuelezea maana ya tatizo la afya ya akili. Ukimwona okay, mtu ambaye na changamoto ya afya akili ni mtu ambaye eh, kimsingi tabia zake zimebadilika kuna tabia ambazo zimezoeleka kwamba hizi ni tabia e, za binadamu ambazo ni tabia za kawaida. Lakini tukiona kumekuwa na mabadiliko kwenye tabia, kumekuwa na mabadiliko kwenye utendaji wake wa kazi, kumekuwa na mabadiliko pia kwenye eh, kwenye mahusiano ya kijamii. Lakini pia hata yeye mwenyewe kwenye, kwenye kazi zake kwamba siku hizi amekuwa hana tija, yani hakuna uzalishaji. Yani amekaa tu, pengine hata kazi amechukia. Tunasema huyu mtu ana changamoto katika swala zima la afya akili. Kwa sababu tunajua mtu ambaye yuko na yuko na akili ambayo ina afya nzuri ni kwamba lazima atakuwa vizuri katika maeneo haya. Ukikuta mtu anagombanagombana kwamba yeye hana rafiki, hana mahusiano na mtu yote, basi kuna changamoto hapa. Au mtu ambaye kazi mbona afanye kazi, hata kazi ipo, lakini hawezi kuifanya, na akifanya unakuta kwamba hazalishi, kuna changamoto ya afya akili hapa. Je, ni dalili zipi zinaashiria mtu ana changamoto ya afya akili? Daktari Nkwabi anatueleza viashiria hivyo. Ni pamoja na ukiona mtu anasahau sahau. Ishu ya kusahau sahau, maana yake kwamba tayari ukiwa na msongo wa muda mrefu unapata changamoto ya kusahau sahau na taaburia. Changamoto nyingine ni kwamba ulevi wa kupindukia, addiction. Ukiona mtu amekuwa na addiction, ulevi, kulewa kila wakati, yani ile yeye anaitafuta furaha kutumia vitu, basi ni changamoto ya afya akili. Lakini lingine ambalo inaweza kachangia ni kujitenga mtu apendi sasa kukaa na watu wenzake, ameanza kuchukia kazi. kazi yako naifanya unaona kabisa, mwanzoni napenda kazi fulani, lakini siku hizi haongelei, akiamka tu anazidi kulala. Ukimuuliza mbona leo endi kwenye kazi yako, anasema kazi bwana na, achana nayo kazi e, ni bora nikachimbe mtalo. Kazi ambayo naifanya ina, inalipa vizuri, anakuambia ni bora nikachimbe mtalo, kazi hiyo siipendi tena. Kwa hiyo kupoteza kupoteza hisia na kazi yake, lakini kupoteza hisia na watu kwamba akiwaona watu anaona kama ni kelo kwake, na anapenda kujitenga zaidi. Dkt Francisi Benedikti ni mkuu wa kitengo cha afya ya akili kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke iliyopo jijini Dar es Salaam. Anatuelezea mambo mbalimbali ambayo yanaweza kupelekea changamoto hiyo. Vijana wengi wana kuna teknolojia hali ya juu, kuna simu na nini, kwao wao kama vijana wanaweza kuona mazingira wana ya nchi nyingine zilivyo na watu wanavyoishi. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali, wengi wanaanza kukata tamaa, akijilinganisha yeye na maisha ambayo anaonyesha kwenye labda hizo movie au ni kumbe ni vitu ambavyo hawakufundishwa vizuri. Kwa hiyo mtu anaanza ku, akijilinganisha anajiona kabisa kwamba ni maisha yangu sio na nini. Kwa hiyo zile changamoto za maisha kwa ujumla, msukumo wao, anaona majirani zake wengine wanaendelea vizuri, yeye kwake hali yake bado akimaskini na nini, wanaingia kwenye msongo wa mawazo kama depression mgonjwa yani, depression unaitwa msongo wa mawazo. Kwa mujibu wa Dkt. Francis, changamoto ya afya ya akili inaweza kuathiri afya ya mwili, na hapa anatueleza ukiwa na magonjwa ya akili au changamoto hizo za akili, ni rahisi zaidi wewe hugua magonjwa ya kimwili. Kwa mfano naona pia, ukiwa na sonona, uwezekano wewe kujiua ni mkubwa. Kwa hiyo watu wengi wenye magonjwa ya akili wanajiua, lakini pia hata yule umakini, kwa mfano Unakutana na kesi kwa mfano, mtu mwenye sonona anatoka anatembea barabarani, lakini haoni haangalii vizuri, kwa sababu tayari kwa mawazo yake yote anajiwazia yeye, anawaza kuhusu changamoto zake alizonazo. Kwa hiyo watu kama wenye sonona na nani hawa, ni rahisi pia kugongwa na magari kwa sababu wanakuwa tu wako barabarani, hawako makini, akili haijatulia vizuri. Vijana wengi wanashindwa kutafuta msaada pale wanapopitia changamoto ya afya ya akili. Hii ni kwa sababu gani? tukujiamini Kuta mtu ajiamini, anakuwa na uoga kukutana na mtu, kwamba nikikutana na fulani kwamba tutatokea changamoto fulani, labda ataenda kutoa asili yangu, ataenda kumwambia mtu mwingine. Ndio changamoto inayotukumba vijana, tunashindwa kwenda kuona wataalamu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Mimi nadhani ni hofu. E, hofu, afu, na elimu kuto kupata pia hiyo nayo inachangia. Nadhani kungekuwa na utunzaji wa asili baina ya mtu wa taarifa na ambaye anapewa taarifa, nadhani ingekuwa ni kazi rahisi sana, changamoto kama hizo zisingekuwa zinatokea. Mtaalamu wa saikolojia naye anaeleza maoni yake juu ya changamoto zinazowafanya vijana wasitafute msaada mapema baada ya kukumbwa na tatizo hilo. Kuna unyanyapaa mkubwa sana, kwamba hivi nikienda kwa daktari wa saikolojia kupata msaada, kwa sababu so, najiona na dalili zote za kusahau, nimekuwa mgomvi, nilikuwa na hasira kupita kiwango, nimekuwa nakula kupita viwango. Unajua, unapokula sana kupita kiwango ni tatizo la afya ya akili, inaitwa anorexia sasa na mengine. Kwa hiyo hawezi kwenda, anajua kabisa jamii kiniona naenda pale, unajua, mimi ni ni mental, kwa watu wanatumia neno mental au kichaa. Kwa hiyo unakuta vijana wanahitaji, lakini hawana ufahamu wa kutosha, ingawa hiyo asilimia kati ya karibia mpaka kumi na tano ya vijana ambao wanapata changamoto hizi wanahitaji ushauri, na tumeona kuna vijana wengi katika taasisi mbalimbali katika vyuo vikuu, ukiangalia wanaongoza kwa visa vya kujiua kuliko vijana ambao wako mtaani hawasomi. Ni kwa sababu ya changamoto hiyo ya, ya, ya na hasa mahusiano na, na academics, eh, taaluma. Kuna athari mbalimbali mbali ambazo zinawakumba vijana na jamii kwa ujumla ikiwa hawapati msaada kwa wakati. Na hapa vijana hawa wanazielezea watu: sisi wanafunzi unakuwa na changamoto wa msongo wa mawazo na kupelekea kufeli. Utafeli kwa sababu huko kwenye msongo wa mawazo, huwezi kufanya mtihani ukiwa na msongo wa mawazo, huwezi kusoma kwa amani ukiwa na msongo wa mawazo. Vijana wakipitia msongo mkubwa wa mawazo wanaweza kujiingiza kwenye makundi ambayo sio rafiki kwa maisha yao ya baadaye, mfano makundi ya wizi, makundi ya uvutaji wa bangi, yanamaanisha mihadarati, ambapo kwa misingi ya sheria na kanuni na taratibu za nchi yetu, mihadarati ni jambo ambalo limepigwa marufuku na listahili kuwepo. Hapa tunapata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa daktari na mwanasaikolojia, jinsi ya kuzuia changamoto ya afya ya akili jamii nzima ikiwa inajua kwamba kuna changamoto hizo, na ijue iwezeshwe jinsi gani ya kuweza wao kuwasaidia vijana wao watoto yani, kwa mfano nazungumzia wazazi waweze kupata uwezo, walimu pia wapate uwezo wao, wajengewe uwezo waweze kutoa elimu sahihi ya kuhusu magonjwa yayo, lakini pia na teknolojia ambazo zinazunguka kizazi chetu pia eh. Kwa hiyo wanahitaji msaada huo, lakini sasa hawajui eh, na ndio maana sasa kipindi kama hiki nachokiendesha ndugu mtangazaji, ni kwamba kinasaidia sasa kijana aweze kuona kwamba kuna haja ya kutafuta wataalamu. Lakini pia changamoto nyingine, wazazi hawana muda na wazazi wangeweza kuchangia, walimu pia hawana muda kwa sababu kama, kama watoto wanajinyonga wana unawambia wana i mwanafunzi wa chuo fulani amejinyonga, afu walimu wako pale inakuwa bado. Makala hii imeandaliwa na Jini Aloisi Turuka na kusimuliwa nami Rahma Kpandula.